kipindi hiki mipango yote imekamilika ya, ya kuwalipwa wafanyakazi wa serikali kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi laki moja hamsini elfu za sasa hadi shilingi laki tatu kiwango hichi kimeongezeka sasa kwa asilimia mia moja mshahara mpya utaanza kulipwa kuanzia mwezi wa aprili hivi karibuni Dr. Shein amesema kuwa katika mwaka 2016 serikali imeshughulikia nidhamu za wafanyakazi kwa mujibu wa sheria nambari mbili ya utumishi wa umma ya mwaka 2011 na kanuni za kazi. Amesema kuwa wapo watumishi walioondoshwa kwenye dhamana za uteuzi kwa kukiuka maadili ya kazi. Vile vile wapo waliosimamishwa kazi kutokana na ubadhirifu wa mali za umma na wanaendelea kuchunguzwa na kushughulikiwa na taasisi zinazohusika. Dr. Sheni pia amesema katika kipindi hiki serikali imesimamia udhibiti wa fedha za umma kwa kupunguza safari za nchi za nje na za ndani kwa watumishi wa umma. Mikutano, semina na makongamano yamefanyika bila ya wahusika kulipa posho katika wakati wa kazi. Ameeleza kufarajika kwake kuona wananchi wa Zanzibar wameungana na serikali yao katika kipindi cha miaka 53 kwa kuyatekeleza malengo ya mapinduzi na kupatikana mafanikio makubwa ya maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Naye makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Balozi Seif Ali Iddi ametoa pongezi kwa wananchi wa Zanzibar kwa kuadhimisha miaka 53 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar na kueleza azma ya mapinduzi. Mheshimiwa Rais, kama kawaida yetu, maadhimisho ya miaka 53 ya mapinduzi yetu matukufu yalianza na shughuli za usafi wa mazingira na kufuatiwa na matukio makuu ya uzinduzi wa miradi mbalimbali mbali, pamoja na uwekaji wa mawe ya msingi. Katika matukio yote haya, wananchi wetu walijitokeza kwa wingi, kike kwa kiume, wadogo kwa wakubwa. Naomba kuchukua fursa hii kuwapongeza na kushukuru viongozi na wananchi wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine kufanikisha shughuli mbalimbali tulizojipangia kuadhimisha siku hii, siku ya uhuru wetu wa kweli. Sherehe hizo za miaka hamsini na tatu ya mapinduzi ya Zanzibar zilipambwa kwa maonyesho mbalimbali. Hii njia ambayo tunaambiwa kuitumia katika kuingia kwenye eneo la adui. Kiripoti ni mimi Omar Ahmed Mcheju.